Nimeambiwa kuna watoto kuna walimu wanachapa watoto hadi wakakufa. Mimi nataka niseme shetani ashindwe, ashindwe ama azishindwe. Wewe kama mwalimu huko Kisii, tumepata habari kwamba mwalimu anachapa mtoto mpaka aka akaaka dunia. Je, mtoto wa rika hii wewe unachapaje kama mwalimu? Sisi tunataka mwe professionals kwa mambo ya elimu. Na ukitaka kujua kwamba kuna walimu wengine ni professional, wengine wanatumia mamlaka yao vibaya. Mambo ya kupiga watoto shule lazima serikali ichukulie hatua. Yule mwalimu alihusika kwa kuangamiza maisha ya mtoto kupitia fimbo. Watoto hawa unachapa na fimbo namna gani? hawa watoto ambaye wako hapa wanafaa kuzungumziwa, lakini tumeambiwa kuna tabia ya kupiga walimu kio, watoto kiolela. So mimi naomba mwalimu kuwa hapa, kitendo kama hiyo, walimu tafadhali, tuwashughulikie walimu watoto hawa kupitia njia ambaye ni ya kuwatibu kupitia ma, mawaidha, sio fimbo. So tunawaambia wao wakome, watoto ni mahali wanafaa kwenda kuchukua elimu sio kuchukua kifo. Kama watoto wanawawa kwa njia hiyo kupitia fimbo, sisi tunakemea hiyo, na sababu nimesema nikiwa hapa si, mimi natoa tu mwito kwamba watoto wote ni sawa, watoto wafunzwe nyumbani na watoto wafunzwe kwa shule bila kuatibiwa na rungu ama fimbo. Yule mwalimu alifanya hiyo, akamatwe mara moja na sheria iweze kuchukua mkondo yake. Nyinyi wasasi hapa kwa saje mnaunga walimu wachape watoto na kuchapa na rungu kabisa mpaka mnaunga hiyo, hata walimu hapa waungi hiyo? Ama nyinyi walimu mnaunga pia eh? Madam, mimi naona mnaunga kuchapa watoto kiwango hiyo. Discipline lazima kwa shule, lakini si lazima kupitia rungu kuangamiza watoto.